Viongozi barani Afrika na wenzao kutoka bara Ulaya wamekamilisha kikao cha pamoja na kuafikiana kuhusiana na ushirikiano katika masuala mbalimbali mbali. Hii ni pamoja na kuimarisha biashara baina ya mataifa ya AU na EU, kuinusha mfumo wa sheria za uhamiaji na kuzuia wahamiaji haramu kuingia Ulaya, miongoni mwa masuala mengine. Kongamano la Muungano wa Afrika na Muungano wa Ulaya lilifanyika mjini Luanda, Angola punde baada ya kukamilika Kongamano la dola tajiri yani, G20 katika nchi jirani ya Afrika Kusini. Silvana Scaremera amezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na utawala Afrika, Profesa Nyaigoti Chacha kuhusu majaliwa ya kongamano hili ambayo inalenga mzozo wa sasa upembe wa Afrika. Mimi ninafikiri kuna mikutano mingi kwa muda mrefu, na mikutano hii inazungumzia mambo yanayojirudiarudia rudia. Ni ukweli kwamba nchi za Afrika huwa zinahitaji ushirikiano mkubwa sana na bara la Ulaya na nchi nyingine za kimataifa, lakini kila mkutano unapofanyika tunakuwa na maombi yale tu. Kuna mahitaji ya nchi za Afrika kuhusu miundombinu, kuna mahitaji kuhusu uchumi, kuna mahitaji kuhusu mambo ya um, mageuzi haya mageuko mbalimbali ya hali ya hewa na hali ya anga. Tunazungumza, tunaweka makubaliano, lakini ni kama baada ya kuzungumza na kuweka makubaliano maazimio, kuwekwa sahihi, kila nchi inarudi kwao wale waliokuwa wamekubali au wakaahidi kwamba watatoa msaada kuchangia kutatua uh, changamoto hizi zinazokabili nchi za Afrika wanarudi kule kwao, na baadaye tena tunangojea mpaka mwaka mwingine ambapo tukuwa na uh, duara nyingine ya majadiliano na mazungumzo. Kwa maoni yangu, ni kwamba mazungumzo ni mengi na nchi za Afrika zinahitaji kujifunga kibwebwe zirudi katika msimamo ya waasisi wa, wa nchi hizi, wakati tulipigania uhuru kutoka kwa koloni, kina Mkuruma, kina Nyerere na wengineo waliokuwa wamejua kwamba ni lazima tuwe na mshikamano na ushirikiano mkubwa wenyewe kwa wenyewe hapa Afrika. Ndio tutaanza kuheshimiwa na kuweza kuwa na sauti katika shughuli mbalimbali za kimataifa katika huu ulimwengu. Naam, Profesa, kulingana na maoni yako Nimegundua kuna tatizo, matatizo mawili. Tatizo la kwanza ni hawa wahisani, ama labda hawa mabwana wakubwa wa Ulaya, lakini pia tatizo jingine ni kwa namna gani nchi za Kiafrika, nchi moja baada ya nyingine zinatekeleza makubaliano kutoka kwenye mikutano hii. Unadhani changamoto kubwa iko wapi? Ipo, ipo, ipo katika mataifa makubwa na misaada yake, ama labda ipo katika uongozi wa viongozi ndani ya nchi za Kiafrika hasa nafikiri eh, shida kubwa iko pande zote mbili, upande ule wa nchi zilizoendelea Ulaya na Marekani na wengineo wa wakati tunapokutana wa Japani, sijui watu gani, huwa wanaahidi kwamba watasaidia na watachangia katika utekelezaji wa maazimio ambayo huwa yamefikiwa katika mazungumzo na majadiliano, lakini kutekeleza ahadi hizo imesha kuwa ni changamoto kubwa sana, ni kizungumkuti. Na kwa hivyo kile ambacho Waafrika wanaondoka katika mikutano hii wakitarajia kwamba watakipata kinakuwa hakiji, na hata wakati kitafika, kinakuwa kimecheleweshwa. Kwa hivyo ule muda wa utekelezaji unakuwa umeshapita na watu wamezidi kupata madhira yale yale ambayo walikuwa nayo kabla ya hiyo mikutano. Lakini pia kwa upande wetu sisi wa Afrika, uh, nchi za Afrika zina rasilimali nyingi sana nchi za Afrika mwanzo kabisa zina rasilimali watu. Aa, katika dunia nzima saa hizi, bara la Afrika ndilo lina watu vijana mabarobaro wenye nguvu nyingi sana, ambazo tunahitaji kutafuta na kutatua namna ambavyo tunaweza kuzitumia katika kuendeleza bara letu, kwa sababu wasomi wapo, watu ambao wamemaliza vyuo vyuo vya anuali vyuo vingine vyuo vya elimu ya kati na vyuo vya digrii na kwingineko, tunahitaji kuketi chini. Waafrika, tujiulize ni kwa nini mpaka sasa hatujaendelea miaka sitini baada ya kupigania uhuru? Tuna madini, kwa mfano nchi kama DRC Congo ina kila aina ya madini katika huu, oh, ulimwengu Mungu aliumba kila kitu huku Afrika. Kwa nini hatujaendelea? Nafikiri hili ni swala ambalo linahitaji kongamano kubwa sana la watu wenye maarifa wa kujiuliza na kutafakari chanzo hasa cha matatizo yetu katika bara la Afrika ni sisi wenyewe, sisi wenyewe kutotekeleza majukumu yetu, kutoweza kuwawezesha raia wetu kutekeleza majukumu yao pasipo bugudha. Umegusia pia swala la G20, mataifa haya tajiri sana. Tumeshuhudia kwamba e, katika mkutano ambayo inafanyika hata hii Afrika Kusini, bara ya Afrika inakwenda pale kama bara kama, kama, kama mtazamaji tu. Inakuwaje bara lenye watu zaidi ya bilioni moja na nusu kilomita za mraba milioni 30 kama ulivyosema, asilimia zaidi ya sabini hivi ni vijana wenye rasilimali nguvu na kazi na nini. Inakuwaje basi bara kama hilo likaingia G20, kama mtazamaji na, ma na matokeo yake maazimio yanachukuliwa pale, lakini ni kama hayaleti tija katika uh, ma maisha ya wa Waafrika. Uh, Waafrika wanaweza kuwa wanashiriki katika makongamano na, na mikutano mbalimbali mbali. kama ya makundi akina G20 na wengineo, lakini pale wanaenda kama wageni. Ninafikiri Africa Union Commission, umoja wa nchi za Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, SADC na nyinginezo, tulisema katika jumuiya hizi ambazo ni za kikanda katika bara la Afrika tuweze kuziimarisha kabisa, alafu baadaye tunapokutana Addis Ababa au kokote kule, kama nchi za Afrika tuwe tuna msemo wetu na msimamo wetu na sauti yetu, ili nchi hizi nyingine ambazo zinatubagua katika mikutano yote G20 na kwingineko pia iwe inakuja kushuhudia namna ambavyo Waafrika tumeshikamana na tumetoa maazimio ya kuleta maendeleo kwa Afrika wenyewe. Kila mara tunakutana kuzungumza tu na tunaporudi katika nchi zetu, utekelezaji umekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo mimi rai yangu ni kwamba Waafrika tuna uwezo wa kuweza kujisimamia wenyewe na sauti yetu ikasikika na wale ambao huwa wakati mwingine wanatubagua. Kwa mfano, katika eh, taarifa zinazotolewa mwisho wa kongamano kama la G20 ni lazima waje katika mikutano yetu na washangae kwamba, oh, kumbe nchi za Afrika Mashariki kupitia kwa jumuiya ya Afrika Mashariki zina mshikamano wa nchi zaidi ya sasa hivi nafikiri tunaelekea kumi, karibu kumi, nchi kumi, eh, tuna mshikamano mkubwa sana na katika hizi nchi kuna madini ya kila aina, kuna wanyama wa porini wa kila aina, kuna vivutio vya watalii vya kila aina. Kwa nini hatuwezi kuweka nguvu zetu pamoja, na rasilimali watu, rasilimali mali, mali ghafi, rasilimali wanyama, rasilimali mifugo, rasilimali ardhi, tukaweza kujizatiti na kujiza kujisimamia wenyewe. Hii ndio shida tuliyonayo. ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na usalama Profesa Nyaigoti Chacha.